Alhamdulillah wa wasalallahu wasalama wabaraka ala rasulillah. Salamu alaikum rahmatullahi wa waislamu. Eh, naitumia fursa hii, nadhani mnaona sehemu ambapo nipo. Kwa hiyo naitumia fursa hii kwanza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kukushukuru kukushukuruni sana sana sana kwa hatua ambayo sasa, eh, tunapiga eh, kila aliyopita mwenye mambo ya ujenzi anaona hatua ambayo tupo hapo, manake tunatandika ili tusogee mbele kidogo. E, kwa hiyo ni hatua kubwa. Shukrani zangu za dhati kwa niaba, shukrani za dhati kwa wote ambao mashallah tabarakallah, tulijituma tukajitoa, wa nje na wa ndani. Kuna dada zetu, kuna vijana wetu wako nje, maskini wanaangaika, wako kwenye vibarua vyao. E, tumewekeza kitu kizuri sana. Hii ndiyo sadaka ile unasikia ya kudumu, ndio hii inshaallah. Kazi bado inaendelea, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, kila aliyejitolea. Mwenyezi Mungu anyoshe anyoshe mambo yake insha Allah. Kwa sasa vipo vifaa tunahitaji sana sana sana nondo, kwa lugha nyingine fera beto za, za, za, za duze E, ndio zinahitajika ili kutandika juu hapo, fera beto za duze. Mwenye kutaka kwa kirefu zaidi ningapi shekhe, na hivyo fika ofisini inshallah, watakupa idadi. Tujitolee moja ni elfu themanini franka za Burundi ili tupate vifaa vya kutandika. Biidhnillah, tumependa kuchukua fursa moja kwanza kwa ajili ya kuwashukuru ndugu zetu ambao wote waliweza kuchangia kwenye shughuli hii ambayo inaonekana hapa kwenye jengo ya ofisi za Kiislamu nchini Burundi mpaka kufika sehemu hii ambayo mnaiona, na sasa alhamdulillah tumefikia sehemu ambayo kuna tandikwa mbao hapa, maandalizi ya kuweka dale. E, kazi ambayo imeshafanyika bila shaka inaonekana ni kubwa, kwa wote ambao wanazoea nini kujenga, wanaona ni kazi gani ambayo imeshafanyika hapa. Kumbe kile cha kwako ambacho ulikitoa kwa ajili ya Allah jua kama tayari umeshawekeza leo ni faida kwako, na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu kinaendelea kuwa ni faida kwako. Hii inaitwa ni sadaka tunjaria kama gisi tunavyozoea. Hivyo ndugu zangu, kitu ambacho tungependa kuwahimiza watu ni kuwa sadaka hii ambayo mnayoitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wale ambao tuko hapa na wale ambao tuko nje, ndiye sadaka ambayo inasababisha haya mambo kufikia hapa. Na kwa wale ambao wanajitolea sadaka zao kwa ajili ya ile elfu moja moja ya familia kwa mwezi, kwa ajili ya kichwa kimoja ndani ya familia kwa mwezi, tunakuombeni tukuihimizeni, zidisheni tena juhudi na bidii kuendelea kutoa sadaka hizo hizo, ambazo zinazokusanyika ndizo ambazo zinazofanya shughuli mpaka kufikia hapa kapazuri kama gisi. Kwa hiyo mnavyoona tiki nguvu cha kwenu ambacho mnakitoa, kazi ni nzuri sana na malipo ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Usikosi kuitoa sadaka yako ukasema nimeshatoa. Hapana, kumbe wewe unatakiwa kuendelea kutoa kwa sababu kila unavyotoa na ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu anafungua milango yako ya riziki. Tunakutakieni kila la kheri, Allah akubarikieni akufungulieni milango ya riziki. Ndugu zangu, wazee wangu, waheshimiwa wangu, kwa kweli hii ndio busara. Ukisikia busara eh, ndiyo kuwekeza kwa vitu kama hivi. Nguo itakuisha, chakula utanjaa tena kesho. Ukijenga sijui vya familia au nini, vyakwako akhera kwa Allah subhanahu wataala nondo ile imewekwa umu miaka na miaka, we haupo tena, sisi hatupo, lakini bado watu wananufaika. Hii ndio busara, insha Allah. Kwa hiyo nondo zile fera beto hizo za duze, insha Allah, Mwenyezi Mungu akuwezesheni. Unaona eh, baada ya hapo tunakwenda ndio mbao miti hiyo, lakini cha msingi tukusanye kwanza nondo za kutosha. Franka yako elfu themanini una ziada mashallah, tabarakalah, toa hiyo Mwenyezi Mungu akufungulieni, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Wallahi hatungefika kwenye juhudi za mamia ya mamilioni kama sio Mwenyezi Mungu taufiki yake, inshallah kisha kupitia e, waumini wenye kujielewa inshaallah. Kwa hiyo kazi bado inaendelea tufaulu ku Eh, kamilisha zoezi hili biidhnillahi subhanahu wataala. Mwenyezi Mungu kwa kweli akubarikini, Mwenyezi Mungu akulipeni eh, kila kila la kheri. Michango yetu ile ya mwezi elfu moja kwa kichwa ndani ya familia kwa mwezi inaendelea pia, pitapita eh, pita mitaani inaendelea pia kwa hiyo insha Allah, kwa maelezo zaidi fika ofisini tuone, tutakufahamisha nondo ngapi. Shekhe, mafundi wapo, timu la mafundi watakufahamisha nondo idadi kadhaa, nani ni hivi kadhaa. Insha Allah tuende tukiwaomba wale wazalendo, kila jumamosi yetu inshaallah tuwe tupo hapa. Naamini inshaallah mwenyezi mungu atatubeba. Wako watu ambao tukisema Eh, wanakuwa wamesikia na wanaona hichi eh, ni kitu chao, wamekishiba ni cha kwao hicho. Yako makundi ya wakinamama mbalimbali, mashallah tabarakallah, wametubeba kwa uwezo mkubwa sana. Wako watu wana, wanaelewa na wanaona kazi inayofanyika. Allah subhanahu wa ta'ala E, aturahisishie insha Allah, aturahisishie naamini, e, mshikamano huu ambao upo, tutatembea na tutafika. Hapa jaja mfadhili kutoka nje, labda kuna mapesa yamevuka bahari kuu yanakuja kutoka arabuni kutoka wayo hapana, tutoke ndani yayo mawazo kwanza, tutumike, wakule malu tumikeni nyie Allah ataona e, juhudi zenu zitaonekana, waumini wataona, kisha Mwenyezi Mungu pale ataleta msaada wake. Tumwachie Allah subhana wa taala, lakini kwa sasa tuonyeshe kwamba wenyewe tunaweza. Allah, kubarikini sana. Allah amfungulie kila yule ambaye anajitolea sawa na matatizo na shida ambazo anazo, iwe ni sababu sadaka yake hii, Mwenyezi Mungu aweke faraja, insha Allah.